Hapo awali nimekuwekea taarifa ya jeshi la polisi Tanzania kuhusiana na kukamatwa kwa Charles Onkuri Ongeta mwenye miaka 30 ambaye ni mwanajeshi mwenye raia pacha Marekani na Kenya. Ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani ambaye ana cheo cha sergeant akiwa na mabomu manne aina ya CSM 68 haya ni mabomu ya kurushwa na amekamatwa akiwa anaingia e, Tanzania, amekamatwa huko Sirari. Hizi hapa ni picha zake. Picha hii inaonyesha alivyokuwa amekamatwa sasa, na hapo mezani unayaona hayo mabomu manne ambayo ndo mabomu ya kurusha aliyokuwa nayo, ambapo polisi wanasema kwamba haya mabomu hata kama mtu aombe kibali hawezi kuruhusiwa kuingia nayo, kwa sababu ni mabomu hatari. So haya ndio mabomu yake ambayo amekamatwa nayo. Hapa ni bila shaka ni katika kituo cha polisi akiwa amepigwa picha hiyo, lakini pia hii hapa ni picha ya akiwa sasa jeshini, unaona hapa ni US Army, jina lake Ongeta, akiwa kwenye majukumu yake ya kazi. Picha nyingine ni ya gari ambalo amekuja nalo, hili ni Toyota Land Cruiser ambalo namba zake ni KDP 502 Y. Kwa hiyo ndio hivyo, polisi wamesema kuwa wanakusanya uh, ushahidi sambamba na kumhoji kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake.